Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu katika Kristo, ina wasalimu yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni wa Nazareth. na mtumishi Enoch, msemaji wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Ah, kabla ya kuingia na somo, niko nataka nitoe maneno mawili matatu na kusema kwamba kwa wote watu wote walimo katika nchini ya Europe mtuambie na mtujulishe mbele wakati, kwa walelowako tayari kubatizwa, wawe wanatuandikia mbele wakati, ili niwe ili nifaa chini juu ni tumetume watumishi kwa sababu hapo tuko watumishi wa saba au nane kama sikosei, na hao lazima kila mtu hapa huwa anajitolea katika kazi ya Mungu. So kama kuna watu wanataka kubatizwa, kama kuna watu wana hamu ya kubatizwa, basi mtanifuata na mtaniandikia katika katika namba zangu zitakuwa hapa, na mtaniambia tu mnaishi wapi na kama tisi, na anmuwe wa wazi Msiwe watu wa uongo uongo. Bwana asifiwe. Uongo, tusiwe watu wa kusema uongo, tuwe watu wa kusema ukweli. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa, kwa sababu gani? Kwa sababu miaka inapita, miezi miezi ziko inapita, inapita na siku zinapita, hatujui siku au saa au mwaka au mwaka au mwezi au, au, au wiki Bwana atakapokuja nandomaa, tunaambia kwamba tu tayari kwa kila mda na kila saa. Na kwa wale ndio wanasubiria kubatizwa, inawambia ndugu kati ya Kristo, chukueni sasa maamuzi ya kubatizwa, chukweni maamuzi ya kuingia ndani na Kristo Chukueni maamuzi ya kukufa pamoja na Kristo na kufufuliwa na kufa na kufani, na kufufuka pamoja na Kristo kwa sababu gani? Kwa sababu mtu yoyote asipozaliwa mara ya pili, aweze karehusi mfama Mungu aweze akauruhusi ufama Mungu, ni lazima ukubali kukufa pamoja na Kristo na kufufuka siku ya leo. Nitakuja na somo inao somo kuhusu upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni nini na kwa nini Mungu ana upendo? Wengi huwa wanachukulia upendo wa Mungu kama mizaa. Wengi huwa wanachukulia neema ya Mungu kama mizaa. Upendo wa Mungu ni tu wewe tu unaishi salama. Upendo wa Mungu, upendo wa Mungu, yani anakulinda upendo wake. Upendo wa Mungu aukosi vyakula, unakula, anakutunza, unakula upendo wake. Upendo wa Mungu, Mungu anatuma watumishi mbalimbali mbali ili wakufikie wewe wakupe injili ili umjue upendo wa mungu huyu. Upendo wa mungu mungu anakutembelea katika maono mandoto. Upendo wa mungu bwana, huyo Yesu asifiwe. Upendo wa ya mungu yani aibadiliki, hata kama madamu atabadilika lakini Mungu yeye aweze akabadilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye aweze akajipinga. Upendo wake ni nyingi sana kuliko hata ya mwanadamu. Upendo wa Mungu inakuwa nyingi sana kuliko hata upendo ya binadamu, na ndio utakuta kwamba Mungu yeye akwake anabadilika anakwakaye yule, jana leo, kesho, hata milele. Lakini mwanadamu yeye anaweza kakua na upendo kwako leo, lakini kesho yake anakubadilika anakutupa. And the same thing na Shetani pia. Shetani pia anaweza kuwa na upendo leo, lakini upendo wake ni ya kukuangamiza. Ni ya kukutupa. Lakini upendo wa Mungu ni ya kuleta uzima. Ni ya kukusaidia wewe. Yaani umjue. Upendo wa Mungu na upendo wa Mungu. Wengi wanacheza sana na upendo wa Mungu, yaani watu wa, wanaona kwamba ti upendo wa Mungu ni kama kitu kidogo hivi, kitu kapuuzi. Na neema yake yani, wengi wanachukua kama ni kaneema. Ni kaneema tu kapuuzi. Ukiamka tu kwa sikua leo <laughs> ni kwa mapenzi ya Mungu. Kwa upendo Mungu ametaka uamke leo kwa neema yake, isiko ingine. Upendo wa Mungu yani anataka wanadamu wote wamrudile yeye ili wasifanye nini, ili wasutupe motoni. Lakini je, wanadamu wanaona upendo wa Mungu? Wanadamu hawaoni upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu yani, Bwana huwa anatamani huwa anataka hata watu wewe na jaa na huyo Roho Mtakatifu. Upendo wa Mungu yani, watu wamjue na wajue siri zake na waishi katika maisha ya uteule maisha ya utakatifu. Upendo wa Mungu anakufundisha kila siku. Upendo wa Mungu anakufundisha jinsi ya kuomba. Upendo wa Mungu anakufundisha jinsi ya kufunga. Kwa mfano, sisi ni kama watoto wadogo kwake, sisi ni kama watoto wadogo yaani yeye wakati Mungu anapo, wakati unapokutana na Mungu wakati Mungu anapokuzaa Mungu huwa anafundisha mwanadamu, na hawezi akamwacha tu tena, amekuzaa leo akisha kesho toma anakuacha. Pana, Mungu huwa anafundisha upendo wake, atakufundisha kwa dhati, atakufundisha kwa yale ndo kwa yale yeye ndo anataka wewe ukajifunze, si kwa yale, si kwa yale, si kwa yale wewe ndo anataka ukajifunze Upendo wake akatuma mwana kondoo ili alete upatanishi kati ya wanadamu na Mungu. <laughs> Upendo wake akakubali kunyenyekea na kushuka tu ili aje akafundisha wanadamu, ili aje tu atafuta kile kilichofani kilichopotea. Oh, sekareakae Haleluya! Hawezi ukalinganisha upendo wa Mungu na upendo wa binadamu. Upendo wa Mungu udumu milele, lakini upendo wa binadamu ina mwisho wake. Upendo wa Mungu sio wa masharti. Upendo wa Mungu sio wa mabadiliko na upendo wa Mungu si kama jinsi nilivyosema, si ya kibinadamu <laughs> upendo wa Mungu ni upendo inayesamee inayookoa watu kutoka zambini ili wakamrudilie yeye. Upendo wa Mungu ni kuleta nuru mahali ndo palipo nini palipo giza. Upendo wa Mungu yani ni kukufungua wewe macho yako ili upate kuona tena mnuru lakini wengi wanadharau nayo upendo wa Mungu. Wengi wanaona kama upendo wa mungu kama si kitu, neema yake ni kama mm, bado nitaishi tu, lakini wanasahau sahau ya, ya kwamba ukiishi leo na ukiamka leo ni kwa upendo wa Mungu, ni kwa neema yake, ndio maana Mungu yeye bado angaiki na upendo, as long as unaishi hapa chini ya jua, upendo wake ungaliki kwako, neema yake ingaliki kwako. Lakini wakati utakapoacha mwili huu, wakati utakaporudi katika ardhi, upendo wake umekwisha, neema yake imekwisha. Kwa, kwa sababu gani? Kwa sababu unaingia katika ufalme wake na ukiingia katika ufalme wake tayari moyo wako itakuwa sasa kukumu kama uenda wapi, kama utaenda peponi ama utaenda kuzimu. Upendo wake upendo wake ni kuokoa wa kila mwanadamu, ni kutoa kila mwanadamu katika giza waje katika nuru, kwa sababu Bwana amesema, kwa maana mimi ni Bwana sibadiliki na ndo maana Yesu Kristo, ukisikia sauti yake kwa siku ya leo, usiweke kuwa na moyo wako kwa mgumu. Usiwe mgumu wa kushukuru Mungu, usiwe mgumu wa kumlilia, usiwe mgumu wa kumtafuta, usiwe mgumu wa kujinyenyekea. okase prime. Haleluya! usiwe mgumu kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mkate mgumu ndani ya chai na hakuna mtu mgumu mbele za Bwana. Upendo wa Mungu, yani upendo wake yeye, yani yuko tayari kufaini, yuko tayari kusamehe zambi, yuko tayari kubadilisha mtu, yuko tayari kutembea na mtu huyo, lakini huyu mtu atembee katika ma, katika mapenzi ya Mungu. Haleluya, rekasepaleka je, hiyo upendo Mungu anayekuonesha wewe unaweza ukamonesha hiyo hiyo upendo. Imagine tu jinsi Mungu anavyokufundisha kwa sababu gani? kwa sababu utakuta kuna vingine vipindi Mungu huwa anatu update akili zetu anatufungulia anatufungua anatufungu akili ili tupate kuelewa zaidi maandiko, ili tupate kuelewa jinsi shetani huo ni mjanja, ili tunapata kumwelewa jinsi yeye Bwana huwa anafanya kazi. Anatufundisha jinsi ya kutenganisha ya kutenganisha vitu vichafu na vitu vitakatifu. Anatufundisha jinsi ya kutenga, ya kutenganisha mavazi machafu na mavazi matakatifu, jinsi ya kuongea jinsi ya kuishi na watu upendo wa <laughs> Mungu. Bwana asifiwe. Bado Mungu hajachukia mtu, ila Mungu anachukia tabia za watu, lakini kwa sababu anachukia tabia za watu inamaanisha kwamba yeye anakuchukia? Aweza akakusamee, aweza akakurehemu, awezi ukana kwake? Jibu ni la hasha. Ni kama wazazi, mzazi anaweza akachukia tabia ya mtoto yake, lakini bado anampenda. Mzazi anaweza akachukia maovu ya mtoto wake lakini mzazi bado angaike, anasubiria mtoto huyo aje kwake, aombe msamaha, naye mzazi atakuwa tayari kumsamehe, na atamfundisha mtoto huyo jinsi ya kuishi, na atampatia mafundisho sahihi. Haleluya, haleluya, heri kase, haleluya, sipri, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Wengine utakuta wanaishiishi wana tu wanasahau ya kwamba siku ya hukumu ipo, wanasahau ya kwamba Mungu yupo, wanasahau ya kwamba jehanamu ipo, wanasahau ya kwamba siku ya hukumu ya hukumu ya kuhukumiwa ipo. Lakini watu watakuwa, lakini watu wanaishiishi kama jisi eo wanavyopenda lakini Mungu bado haja- kuchoka, ingawa watu wanamchoka Mungu, watu wanamkimbia Mungu, lakini ndugu yako katika Kristo, Mungu hajakuchoka. Mungu anakuita murudile kwake, ukaombe msamaha, na yuko tayari kukusamehe. Haleluya! na yuko tayari kukurehemu. Mungu si kama mwanadamu, Mungu hana moyo mgumu. Tuanze Isaya, Isaya sura ya kwanza, sura ya kwanza mstari wa ishirini na nane Isaya, kwa jina Yesu, Isaya sura ya kwanza mstari wa kumi na nane nasema kwamba njooni basi tuojeane asema Bwana, ingawa zambi zenu ni kama rangi nyekundu, zitakuwa nyeupe kama teluli. Ingawa ni nyekundu sana kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufu. Njoo kwa Mungu ujadiliani na mwaga na Yesu Kristo, ni kitu gani kinakusababisha kinakufaa, kwamba ti wewe awezi ukaungama zambi zako nenda kwa Mungu wa majeshi ni hata kama zambi zako ni nyingi sana, ingawa zambi zako zinajaa, unamwanga damu miaka na miaka ore kasepe miezi na miezi, lakini Bwana yuko tayari kukuremu, Bwana yuko tayari kukusamehe, Bwana yuko tayari kutenda kazi na wewe, Bwana yuko tayari kukubali, Bwana yuko tayari okasepri mesapa kuishi na wewe, Bwana yuko tayari kukaa ndani mwako Bwana yuko tayari ili wewe ukae naye wakati utakapo urisi ufalme wake. Haleluya sepri karemae. Hakuna mkate mgumu ndani ya chai, hakuna mtu mgumu mbele za Bwana, hakuna dhambi ngumu. Bwana aweza akasamehe mbele za Bwana, mbele zake Hakuna zambi kubwa, mbona uweza kasamee mbele zake. Ingawe ni muwaji wewe, umeua watoto ume, ume wa wengi, umeroga wewe, ni mchawi wewe, ni shoga, mlevi, umeachwa na mme wako, umeachwa na mke wako wewe ni mkorofi o, oh, kase karema. Haleluya, ose pre, Haleluya, oh, malila kase pa, umeroga watu wengi, umeua watu wengi elfu na wa elfu, bado upendo wa Mungu ingaliki. Rehema za Bwana zingaliki na Bwana bado aingaliki. Hakuna kitu kigumu kwake yeye, hata kwamba yeye asiweza kasamii watu Haleluya. Hosepai. Oh, Haleluya. Njooni basi tojeane, asema Bwana. Ingawa dhambi zenu ni ni ingawa dhambi zenu ni kama rangi nyekundu zitakuwa nyeupe. Ingawa umemwanga damu nyingi. Come on back to the Lord. Come on back to the Lord. The Lord is ready to forgive you guys. The Lord is ready to forgive you oh, kase pray. Cha msingi ni kutubu na kuungama dhambi zako, cha msingi ni kukiri makosa yako, cha msingi ni kusema kwamba utaki tena kuishi katika maisha hayo. Haleluya, usisikie woga, bado upendo wa Mungu ingaliki juu yako bado rehema neema ya Bwana ingaliki mbele yako. Bwana akasema ya kwamba ukisikia sauti yake usiweke moyo wako kuwa mgumu. Haleluya, sepae, usiweke moyo wako kuwa mgumu. Aijalishi kama umelala na wanaume wangapi, aijalishi kama umelala na wanawake wangapi, wewe wawe ni mzinzi wa mataifa weni mzinzi msharati wa online, cha msingi tu unarudi kwa Bwana. Usiona kwamba usionea aibu kuungama dhambi zako mbele za Bwana. Maandiko matakatifu kasema kwamba mtu yoyote akinionea aibu mbele ya watu mutu awotakinaonea aibu kwangu mimi, nami nitamwonea aibu mbele ya malaika na mbele ya Baba yangu ukasepri. Haleluya, haleluya, haleluya! Kwa wale walio rudi nyuma, bado upendo ingaliki juu yenu. Mungu anawaita Mukatembee naye sasa katika mwaka huu, mukatembee naye haleluya! Mukatembee naye, mukatembee naye katika njia ya sahihi. Oh, sepr, haleluya, sekarekalelai. Hey, hey, haleluya, haleluya! Upendo wa Mungu bado ungali juu

ulipe elfu mbili elfu tatu ili usamehewe ili ungame zambi... Ndugu yangu, Mungu anataka tu umpatie moyo wako. Mungu anataka tu ukiri zambi zako na uwe mwaminifu na ubadilike. Mungu anataka tu uishi katika maisha ya kweli, maisha ya kumpendeza yeye. Hawa manabia wongo hawawezi wakakufanya <sighs>